Kwa kutumia RAM methodi, tufanye swali letu hili hapa. Hili swali letu ni elfu hamsini laki tano sitini na moja elfu na mia sita sabini na mbili gawanya kwa mia sita tisini na sita. Vilevile utahesabu tarakimu zile ambazo unaweza kuzigawanya ziko ngapi. Hasa tarakimu zetu ambazo tunaweza kuzigawanya ziko moja mbili tatu nne tano sita kama ziko sita utachola viboma sita utachola viboma vyako sita kama kawaida, chola kiboma cha kwanza, kiboma cha pili, kiboma cha tatu, kiboma cha nne, kiboma cha tano, kiboma cha sita. Tuseme tuishie hapa. Utaanza kuweka tarakimu zako. Tarakimu ya kwanza ni tano, tarakimu ya pili ni sita, tarakimu ya tatu ni moja tarakimu ya nne ni sita. Tarakimu ya tano ni saba na tarakimu ya sita ni mbili. Hakikisha zile tarakimu unaziweka kulia kwenye kiboma, kulia bwana ya nafasi, kwa sababu kushoto kuna tarakimu tutaenda kuziongeza kadri ambavyo tunafanya, lakini cha kufanya utarefusha, utarefusha viboma vyako kama hivi, utarefusha viboma vyako utarefusha vizuri tu viboma vyako kama hivi utarefusha viboma vyako, utarefusha viboma vyako, vizuri tu, utarefusha kama hivi. Baada ya hapo, utachokifanya manake, kila kiboma ile tarakimu iliyowekwa juu inatakiwa ukijumlisha namba ile ambayo inaigawanya tarakimu nzima upate ile tarakimu iliyowekwa juu. Mfano hapa yani, nikichukua mia sita tisini na sita nijumlishe nipate tano sasa unaona, ukizijumlisha bado haiwezekani, utaweka tano tu kwa sababu haiwezekani. Na kwa kuwa hatujajumlisha 1696, ile tarakimu tano ihamishe, ipeleke kushoto mwa tarakimu inayofuatia ambayo ni sita, tunapata 56. Nijumlishe 1696 kwa 1696 nipate 56, utaona haiwezekani, chukua ile ile 56, utakuwa umekamilisha. Baada ya hapo, kwa sababu hatujajumlisha 1696 Peleka mbele, peleka kwenye kiboma kinachofuata, ile namba upande wa kushoto. Kama hivi, utatakiwa ujumlishe 696 mpaka upate 561. Utaona pia haiwezekani, andika tarakimu vile vile, ila ile tarakimu ipeleke kushoto mwa tarakimu ambayo inafuatia kwenye kiboma kingine, ambapo tutapata. Ukipeleka hapo, utapata 5616, utajumlisha 696, mpaka upate elfu tano mia sita kumi na sita. Tuanze chukua mia sita tisini na sita jumlisha mia sita tisini na sita jumlisha sita kumi na mbili kumi na mbili na kushika moja Hii kumi na nane na ile moja kumi na tisa na kushika moja kumi na mbili na ile moja inakuwa kumi na tatu Bado haijafika elfu tano, unajumlisha tena mia sita tisini na sita inakuwa nane kumi na nane na kushika moja tisa sifuri kumi hiyo mbili, elfu mbili bado haijafika elfu tano mia sita kumi na sita. Unajumlisha tena mia sita tisini na sita, utajumlisha utapata nne kumi na saba kumi na nane utapata saba utapata mbili, bado haijafika, utajumlisha tena mia sita tisini na sita ukijumlisha utapata sifuri moja, saba, na kushika moja kumi na saba na ile kumi na nane kumi na tatu na ile moja inakuwa kumi na nne. Alafu hapa mbili na ile moja inakuwa tatu, bado haijafika utajumlisha tena mia sita tisini na sita. Utapata sita utapata kumi na saba saba na kushika kumi na saba na ile saba na kushika moja hapo utapata kumi na ile inakuwa kumi na moja na hii hapa itakuwa nne bado haijafika, utachukua mia sita tisini na sita ujumlishe pale, utapata mbili na kushika moja, hii kumi na sita na ile moja kumi na saba hii saba na ile moja nane, na hii hapa itakuwa nne bado haijafika pale, utachukua tena mia sita tisini na sita ujumlishe hii itakuwa nane, hii kumi na sita sita na kushika moja, hii kumi na nne na ile moja na ile moja inakuwa tano. Hii hapa inakuwa inakuwa tano tena, maana yake imekuwa nane, kumi na sita na kushika moja. Hii kumi na nne na ile moja kumi na tano. Hii hapa nne na ile moja inakuwa tano. Sasa tumepata elfu tano mia Tano, sitini na nane sasa imekaribia ukikuta kuna sehemu imekaribia kama hivi unajiuliza je, nikiongeza mia tisa, tisini na sita, ita nani, unaona itazidi. Baada ya kama utaona inaenda zidi, chukua hizi, sasa uanze kutoa hii. Sawa, utachukua sita kutoa sita, nane ambayo haiwezekani uchukue hapa kumi na sita kutoa nane inabaki nane hapa inabaki sifuri utachukua hapo itakuwa kumi kumi kutoa sita itabaki nne utaweka pale, hapa imekuwa tano, kwa hiyo imeisha. Kwa hivyo utajumlisha uone je, utapata lile jibu. Hapo kujumlisha sita hapa kumi <coughs> na ile moja tuliyoshika hapa, ngapi tumeshika? Moja inakuwa sita, hapa inakuwa tano, kwa hiyo tumepata ile. Baada ya kupata ile, kwa sababu hapa hatukujumlisha na mia sita tisini na sita hii ichukue ilete hapa, ilete hapa Yaani, ya nane tumeichukua tumeileta pale. Baada ya hapo, unatakiwa kujumlisha sasa, unatakiwa kujumlisha hapa katika hiki kiboma au chumba hiki upate mia nne themanini na saba uchukue mia sita tisini na sita upate mia nne unakuta haiwezekani, utashusha yenyewe kama ilivyo utaweka hapo hivi alafu baadaye utakuja kuihamisha hapa kwa sababu hujajumlisha na mia sita tisini na sita baada ya hapo utaanza kujumlisha ile mia tisa tisini na sita mia sita tisini na sita ujumlishe yenyewe kwa yenyewe mpaka upate jibu elfu nne mia nane sabini na mbili utajumlisha hapa mbili na nane na kushika mo, eh, kumi na tisa, na kushika moja hapa kumi na mbili na ile moja kumi na tatu utajumlisha tena sita tisa sita tajumlisha nane hapa inakuwa inakuwa nane na kushika moja, hapa inakuwa tisa na moja kumi, hapa inakuwa mbili. Unajumlisha <laughs> tena mia sita tisini na sita. Ukijumlisha hapa inakuwa ngapi? Hapa inakuwa nne na kushika moja, nne na kushika moja, haya hapa inakuwa tisa, kumi na nane na kushika moja. Hapa inakuwa saba, hapa inakuwa mbili. Tunajumlisha tena mia sita tisini na sita, hapa inakuwa sifuri na kushika moja. Hapa inakua kumi na saba na ile moja, kumi na nane. Hapa inakua kumi na tatu naile moja kumi ah, na tano, kumi na tatu na ile moja, kumi na nne. Hapa inakuwa tatu najumlisha tena kwa sababu haijafika, najumlisha tena. Hapa inakuwa sita. Hapa inakuwa hapa <coughs> inakuwa kumi na saba. Hapa inakuwa kumi na ile moja inakuwa kumi na moja. Hapa inakuwa nne. <coughs> utajumlisha <coughs> tena elfu sita mia tisa tisini na sita itakuwa mbili kumi na mbili kumi na saba, na hii inakuwa nane inakuwa nne. Baada ya hapo unakuta hesabu yako imeisha kama hivyo aa, kama hivyo imeisha. Utaanza kuhesabu hapa kiboma cha kwanza je kuna mia sita tisini na sita ngapi? Hakuna hapa na penyewe, hakuna hapa na penyewe, hakuna. Lakini hapa je, kuna mia sita tisini na sita ngapi? Utazihesabia, utaona kuna mia sita tisini na sita ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita, ya saba, ya nane. Ya nane zimeisha, kwa hiyo hapa itakuwa nane. Hapa je, ziko ngapi? Hapa hakuna jibu, ni sifuri. Hapa utahesabia kuna mia sita tisini na sita ngapi, utahesabia ya kwanza ya pili ya tatu ya nne ya tano ya sita ya saba saba. Sasa sifuri zilizopo kushoto mwa kushoto mwa namba, kama hakuna namba nyingine mbele yake, hizo zinahesabika kama hamna kitu lakini kama zingekuwepo kulia mwanamba unazichukua. Kwa hapa ni jibu letu linakuwa ni, ni, ni jibu letu linakuwa ni mia nane na saba. Hivyo ndivyo RAM method au RAM mbinu ya kugawanya inavyofanya kazi. Asante.